Asubuhi ya tarehe moja ya mwezi wa pili mwaka 2026 siku ambayo jana nilikueleza kuwa ndio siku ambayo tunatarajia kumpumzisha mzee wetu Fabian eh, Ngajilo. Na hapa nilipo uh, ni uwanja wa Samora uh, Iringa, ni karibu kabisa na nyumbani kwa mzee Fabian Ngajilo. Na hapa unavyoona, maandalizi yanaendelea kwa ajili ya kuajilia, kuhost watu wengi ambao watajitokeza kuja hapa kumuaga mzee wetu uh, kwenye siku yake ya mwisho. Sasa nataka nikupitishe ndani kule uone namna ambavyo maandalizi yanaendelea, namna ambavyo watu wanachakalika ili mradi kila mtu ajumuike na familia ya Fred Vunjabei Uh, pamoja na Mheshimiwa mbunge Fadhili Ngajilo uh, kwa ajili ya kumuaga baba yao mpendo. Ukiingia tu hapa utakutana na hii red carpet. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya watu ambao wanakuja hapa kuja kuunga mkono familia, kuja kuwapa pole familia, na ziko pande mbili, upande wa kushoto na upande wa kulia. Kule ipo red carpet kama hii na kama unavyoona uh, watu wa itifaki wanakumbushwa, kuambiwa kwamba watu wanaozidi kuingia hapa waonyeshwe sehemu. Sasa, uh, kama kawaida tu ukija hapa utakutana na viti. Uh, viti ni vingi kwa sababu wanatarajia kuhost watu wengi ambao watakuja kumwaga mzee Fabian Gajilo kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa akiishi, alikuwa akiishi vizuri na watu, ni mfanya biashara mkubwa ambaye amehudumia watu tofauti tofauti. Kwa hivyo, watu wengi watatamani kuja kujumuika na yeye siku yake ya mwisho uwanja eh, wake wa nyumbani eh, kabla ya kwenda kumpumzisha. Umeona ratiba kwenye ukurasa wa Instagram wa Fred Vunjabei. Ee, na watu wengine wote ambao wanahusika na msiba wanaonyesha namna ambavyo ratiba itaenda. Tumetoka nyumbani, tumeona wageni e, kutoka sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi wanazidi kuingia kwa ajili ya kuja kushiriki kwenye mazishi baadaye, na hapa nafikiri mpaka saa nne itakuwa tayari uh, ibada imeanza kwa hapa, ili watu waweze kutoa heshima zao za mwisho kwa mzee wetu uh, Fabian Gajilo au maarufu kama sisi kwa sisi, watu wa Iringa wanamtambua kama sisi kwa sisi. Ukiona upande huu pia utaona bado uh, kuna viti vingi sana ambavyo watu wanatarajiwa kukaa pia kwa ajili ya kumwaga mzee wetu. Waonyeshe upande kule, uh, KB yes, kule maandalizi yanaendelea, unaona wale wanachama wa CCM, kwa sababu uh, mzee sisi kwa sisi au mzee Fabian Ngajilo ana kijana wake mheshimiwa Fadhili Ngajilo ambaye ni mheshimiwa mbunge kwa hapa uh, mkoani Iringa, kwa hivyo watu ambao wanamsupport pia wako hapa. Umewaona watu wa itifaki wako hapa, lakini pia umewaona masta mbalimbali tangu jana usiku, tulikuwa tunakuonyesha kwamba hao masta wamefika hapa kwa ajili ya kumuunga mkono Fred Vunjabei. Na nikwambie tu ukiishi vizuri na watu, unaacha historia nzuri ambayo kila mtu anatamani aonyeshe kwa namna yake kwamba ameguswa na wewe, ameguswa na maisha yako. Mzee sisi kwa sisi, eh, watu wa Iringa wanamtambua kwa jina hilo sisi kwa sisi, mzee Fabian Gajilo ambaye ni baba mzazi wa biashara Fred Vunjabei amegusa maisha ya watu wengi sana. Yeye alizaliwa mwaka 1955 na amefariki mwaka 2026. na na Bwana ametoa, na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Na nikukumbushe tu kwamba wewe pia utaendelea kupata updates kupitia Rick Media kwa sababu hapa uh, tuna updates vitu vyote ambavyo vitatokea hapa, kuanzia nyumbani hapa uwanjani, pamoja na kule uh, makaburini ambako anatarajiwa kwenda kuzikwa, na ikifika saa nane kamili Uh, dafkiri -daf ikifika saa nane umeona kwenye ratiba kwamba inatarajiwa kuwa mazishi yafanyike, kwa sababu ratiba zote zitakuwa zimefuatwa, na muda huo tutampumzisha mzee wetu Fabian Ngajilo. Kama uko mkoa wa Iringa na unawaza utajumuika vipi <tos> <tos> na familia ya Ngajilo, basi sogea tu viwanja vya Samora, hapa ni karibu kabisa kabisa na nyumbani kwa mzee, sisi kwa sisi, karibu sana hapa ya Fred Vunjabei, familia ya Ngajilo, familia ako ya mzee sisi wali kwa sisi, kwa ajili ya kumwaga mzee wetu mzee Fabian Ngajilo. Sisi kwa sisi, bado tuko Samora. Mimi naitwa Sarafina Jerry, nyuma ya kamera ni Juma Koba KB Pixel. Tutaendelea kuku update kile kinachoendelea hapa, na nikukumbushe kwamba leo tunasherekea maisha ya mzee sisi kwa sisi. Hatuna huzuni kwa sababu tunaamini Mungu anajua kile kilichochema na kile tunachokihitaji kwa hiyo, akimchukua mpendwa wake, basi anajua kuna namna Uh, anatimiza vitu ambavyo anataka avitimize kwenye dunia yake. Kwa hiyo leo tunasherehekea maisha ya mzee sisi kwa sisi, au maisha ya mzee Fabian Gajilo, na kama unavyoona, huku ndo mbele namna ambavyo kunaonekana, ukija uwanja wa Samora, waonyeshe KB kwa huku mbele. Maandalizi bado yanaendelea na kule uh, ndo jukwaani ambako umeandaliwa hapa huku pembeni, familia itakaa na wafiwa. Kwa hivyo updates zote tutakupa hapa hapa. Kubwa la msingi tuseme rest in peace mzee Fabian Ngajilo, maarufu kama sisi kwa sisi. Hakika ubeaishi maisha yako kama ilivyopaswa. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.